Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Tanzania TAA imetangaza kifo cha mfanyikazi wake, Bi Lilian Eliard Msack, ambaye alikuwa afisa hesabu msaidizi katika makao makuu ya TAA. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mkurugenzi mkuu wa TAA Bwana Abdul Momboka leo, Bi Msack alifariki dunia tarehe 26 Novemba mwaka 2025 katika hospitali ya Mlongazila. Mamlaka hiyo imesema imepokea kwa masikitiko makubwa taarifa za kifo chake na imemweleza marehemu kuwa mfanyakazi aliyejituma na mwenye uadilifu katika kazi. Taarifa zaidi zinaonyesha kuwa mazishi yake yatafanyika tarehe 30 Novemba mwaka 2025 huko Old Moshi, mkoani Kilimanjaro. TAA imetoa pole kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki, ikiomba Mungu aipumzishe roho ya marehemu mahali pema peponi.